Eneremuna vivijo watu wote tunafurahi furahi, ni jubilei, jubilei, jubilei. Kipalapala ni shangwe, Kipalapala ni furaha, twakushukuru e Mungu kwa neema na baraka, ni jubilei ya seminari yetu Kipalapala ni shangwe, Kipalapala ni furaha kwa kushukuru eh Mungu kwa neema na baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padri William Bahitwa, ni padri wa jimbo la Musoma. E, nipo hapa Kipalapala katika nafasi ya mwalimu na mlezi wa wanafunzi E, tunafahamu Kipalapala inaadhimisha jubilei ya miaka mia tangu e, kuanzishwa kwake. Kwanza e, tuanze na neno Kipalapala. Maana ya neno Kipalapala ni nini? Kipalapala kama neno lina historia yake pia, yani lina maelezo ambayo yanatoa asili yake. Yako mengi, lakini mimi nitatoa tu hayo mawili e, asili ya kwanza inasemekana kwamba neno hilo lilitokana na ujio wa misionari hapa Kipalapala. Tunafahamu kwamba kihistoria wa misionari wa Afrika walifika hapa Kipalapala na kuanzisha kituo chao kama misioni, mission, e, kuanzia mwaka 1883 hadi 1889. Mkuu wa hiyo misioni ya Kipalapala ambaye alikuwa hapa alikuwa Padre, Padre Hoteker. Hilo jina lilikuwa gumu sana kwa wenyeji kulitamka. Sasa wakaamua tu kumfananisha na mnyama mmoja ambaye alikuwa anafahamika kwa Kinyamwezi palapala. Kwa hiyo wakawa nasema tunakwenda kule kwa palapala pala. Wakiwa na maanisha padri huyo Hotek, ambaye alikuwa ni mkuu wa hiyo jumuiya ya wamisionari ya waliokuwepo hapa. Sasa sehemu ya kwanza ya masimulizi hayo inasema kwamba jina hili Kipalapala linaasili kwa huyo padri ambaye alikuwa ni mkuu wa, wa wamisionari ambao walikuwa hapa, lakini pia kuna masimulizi mengine hao yanasema kwamba Kipalapala ilikuwa inafahamika kama Kipalapala hata kabla ya ujio wa misionari. E, ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa inakaliwa na watu na jina hilo lilikuwepo, ila wakati wa misionari wakuja watu walikuwa wamekusha yahama haya makazi. Walihama kwa sababu gani? Kwa sababu Mtemi Isiko Nyanyembe aliweka makao yake makuu hapa nyuma tu ya Kipalapala, panaitwa Itetemia. Kwa hiyo wale wenyeji waliposikia kama Mtemi Isiki anakuja kuweka makao yake makuu hapa, waliogopa kwamba atakuja kuwachukulia mashamba, atachukua watoto wao, atachukua vijana waweze kuingia katika jeshi lake, na basi mambo mengine mengi ambayo yalikuwa akisemwa kuhusu mtemi. Kumbe watu wakahama, ili eneo likabaki tupu. Hayo ni maelezo mawili ambayo yote yanajitahidi kutupatia sisi asili ya neno Kipalapala. Ni kazi sasa ya wanahistoria kuweza kuchambua kati ya hayo mawili au mengine mengi yaliyopo, ni lipi ambalo linaweza kuwa ndilo, linaweza kuwa ndilo, ndio simulizi ambalo ndio halali. Basi sasa turudi katika historia, Kipalapala ilianzishwa na nani? Na kwa kusudi gani? Na lini? Historia hiyo ya kuanzishwa kwa seminari hii ni ndefu sana, tutajaribu tu kuifupisha. Seminari yetu ya Kipalapala imeanzishwa rasmi tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 1925. Na ndio maana mwaka huu 2025 tunafanya hiyo jubilei ya miaka mia moja tangu kuanzishwa kwake. Kwa sababu hiyo tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 25 ndio siku ambapo wanafunzi wa kwanza wa Kipalapala walifika hapa wakapokelewa na malezi yakaanza. Na ilianzishwa na wamisionari wa Afrika maarufu kama White Fathers. Hao ndio waliohusika kuinjilisha eneo letu hili la Tanzania ya Magharibi, lakini hata nchi zingine za Uganda na kuelekea huko Kongo, na kimsingi ni hiyo Afrika Mashariki na kati nzima waliokuwa wakiinjilisha. Sasa kabla ya kuanzishwa hii seminari hapa kuna historia yake nyuma kabisa. Ndio maana mahala fan tulieleza kwamba seminari hii imeanzishwa kama zao la uinjilishaji, yani baada ya uinjilishaji wa kwanza, matokeo ya kupokea ule uinjilishaji wa kwanza katika maeneo haya, ndio seminari hii ikazaliwa. Lakini pia seminari hii imeanzishwa ili kuweza kutoa mwitikio sasa wa hitaji la uinjilishaji huo, kwa kuandaa e, wainjilishaji wa zao, kuandaa kuandaa maparji wa zao ili baadaye wamisionari wa wa wanapoondoka, tuwe tumekusha pata mapadi wazawa kuweza kuendeleza kazi hiyo ya kuhubiri injili ambayo ni hitaji la, la kanisa la la daima mpaka hapo Kristo mwenyewe atakaporudi. Sasa tukirudi sasa katika hiyo historia kwamba imekuwaje e, mpaka seminari hii ikaanzishwa hapa, turudi nyuma kidogo katika e, hiyo sehemu ya ya turudi nyuma kidogo huko katika mji wa Ushirombo huko Ushirombo kulikuwa ndio kuna makao makuu ya vikarieti ya Unyanyembe, na huko katika mwaka elfu moja mia tisa na nane ndio wamisionari wakaanzisha seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Boromeo. Seminari hiyo imeanzishwa hapo kwa lengo hilo la kuandaa hao waseminaristi ambao baadaye watakuja kuwa seminaristi wakubwa, baadaye kuwa mapadri. Seminari hiyo ya Mtakatifu Karori Boromeo, ambayo ilianzishwa huko Ushirombo mwaka 1908, baadaye ilikuja kuhamishiwa hapa Tabora Itaga mwaka na 1922, ikahamia hapa. Sasa ilipoanzishwa huko Ushirombo, tukia bado huko Ushirombo 1908, miaka kumi baadaye wale ambao walikuwa seminari ndogo walikuwa wameshafikia sasa hatua ya kuingia seminari kuu. Seminari kuu haikuwepo. Kwa hiyo 1918, ndio ikaanzishwa seminari kuu ya hapo Ushirombo ambayo miaka mitatu baadaye ikahamishiwa hayo maeneo ya Utinta huko katika mkoa wa Rukwa. Sasa imekaa huko seminari kuu ya Utinta kuanzia mwaka 1921. Lakini tu mara baada ya kuanzishwa, wamisionari pamoja na maaskofu katika vikarieti zote hizo nne ambazo zilikuwa zikisimamia seminari hiyo waligundua kwamba Utinta sio mahala pazuri pa kuanzia seminari kwa sababu e, eneo lilikuwa ni dogo, kulikuwa kuna nafasi ya kulima, kulikuwa kuna nafasi ya kufuga mifugo, lakini pia kulikuwa kuna maradhi mbalimbali ambayo aliwasumbua hasa mifugo na watu, lakini shida kubwa ilikuwa ni usafiri. Tunasimuliwa kwamba huo mwaka 1922 walikusanyika hao maaskofu kwenda katika hicho kikao, kikao chao cha kuangalia maendeleo ya seminari Wakapewa hiyo hoja kwamba seminari hii kwa kweli haiko katika maeneo mazuri. Huyo rekta wa huko akawa, gambera wa huko akawa ameomba seminari hiyo ihamishwe, lakini basi wazo hilo halikuwa limepewa msisitizo, alikuwa limepokelewa katika mkazo wake wa ujumla. Sasa tunaambiwa wale maaskofu walipomaliza hicho kikao, wanataka kurudi huko mwakwao, hakuna boti iliyokuja, wala hakuna hata baisikeli ambayo ilikuja kuwachukua. Kwa hiyo walisubiri pale zaidi ya wiki mbili hakuna usafiri. Hapo ndipo ikaonekana kabisa kwamba kumbe ye, hiyo Utinta iko nje kabisa ya kufikika katika maeneo mbalimbali. Okay. E, hapo hapo ndio ukaanza mchakato sasa wa kuhamisha hiyo seminari kutoka huko Utinta kutafuta sehemu nyingine eneo ambalo lilifikiriwa moja kwa moja ni hapa Kipalapala. Kwa nini? Kwa sababu e, miaka kama 40 iliyopita yani kuanzia 1883 mpaka 1889 hapa Kipalapala kulikuwa kuna hiyo misioni ambayo nimeeleza hapo mwanzo. Kulikuwa na eneo kubwa, eneo zuri, hali ya hewa yake ilikuwa ni nzuri. Kumbe walifikiria moja kwa moja kwamba seminari hiyo iweze kuhamia Kipalapala, lakini pia walikuja hapa Kipalapala ili kuweza kutunza historia hapa Kipalapala. E, ilikuwa ndio misioni yao ya kwanza ya kudumu ya misionari katika maeneo yetu ya hapa lakini pia hapa kipalapala ilitolewa kwa mara ya kwanza daraja ya waskofu mwaka 1887 kwa hiyo waskofu wa, wa wa kwanza wa vikarieti ya, ya Tanganyika ali ambaye alikuwa anaitwa Jean Baptiste Chabonnier alipewa waskofu hapa, hapa kumbe kutunza hiyo historia ya misioni ya kudumu katika eneo letu hili lakini pia historia ya waskofu wa kwanza ikaamua kujenga kujengwa hiyo seminari hapa kipalapala kumbe ndio maana ikahamishiwa hapa ili kuweza kutoa mwendelezo huo wa malezi ambao tayari ulikuwa umeshaanzia huko Unyanyembe, ulikuwa umeshaanzia huko Ushirombo kwenda Utinta, baadaye kahamia hapa Kipalapala. E, labda mimi ningeanza kuelezea huo uhusiano kati ya misionari ambao walifika hapa e, Tabora na wale ambao walikuwa kule Bagamoyo e, nitaenda nyuma kidogo e, katika miaka ya mwanzoni mwa mwaka elfu moja mia ndipo taarifa za kushamiri kwa biashara ya utumwa zilianza kufahamika, yaani nje ya Afrika, pale ambapo walikuja wale wavumbuzi mbalimbali mbali. kina kina Stanley kina Speak wakaanza kuandika habari hizo zikaanza kusambaa huko Ulaya kwamba jamani, huko Afrika ya mashariki na kati kuna biashara mbaya sana ya utumwa. Sasa wa kwanza kuitikia kati ya Wakatoliki alikuwa ni Askofu Mopoa. Huyu alikuwa ni askofu wa visiwa vya Reunion ambao ilikuwa pia inashikilia Zanzibar yeye akatuma mapadri Zanzibar kwenda kuchunguza kitu hicho, na baadaye ndio wakaanzisha misioni ya Zanzibar mwaka 1863. Wale wamisionari ambao walikuwa Zanzibar hawakuwa na mazingira mazuri kule Zanzibar, wakaamua kuhamishia shughuli zao pale ya Bagamoyo, ndio wakafika Bagamoyo hiyo mwaka 1868 na mwaka ambao unachukuliwa kama ndio mwaka ambapo injili iliingia huku Tanzania bara. Kumbe pale Bagamoyo wakaweka kituo chao kikubwa sana, ikawa parokia nzuri na misioni kubwa, ambapo wasafiri mbalimbali mbali kutoka Ulaya ambao walikuwa wanataka kuja e, kutembelea huku kuweza kuinjilisha, na hata, hata na wamisionari walikuwa wanafikia pale Bagamoyo, wanapokelewa na hawa wamisionari wa Holy Ghost wa Missionary Spiritans, na baadaye ndio wanaingia, wanaingia katika maeneo ya huku. Inakumbuka pia kwamba huyo David Livingstone kabla ya kuja kuingia huku alianzia pia Bagamoyo, kwa sababu hapo ndipo ambapo alikuwa anapewa wapagazi kumsaidia kubeba mizigo, lakini pia kuambiwa apitie njia gani. Kumbe hata hawa wamisionari misionari wa Afrika kabla hawajaja huku walienda kwanza Bagamoyo, walienda kujifunza kwa hao misionari wa Holy Ghost Fathers namna na ya kuja huku, namna na ya kujenga mahusiano, wapite njia gani. Kumbe walikaa pale kama mwezi mzima wakafanya maandalizi ya safari, ndio wakaanza kuja. Na mara zote ambapo walikuwa wakija huku walikuwa wanapitia Bagamoyo. Kumbe uhusiano huo upo katika namna mbili. Namna ya kwanza, lengo moja, wale wa Bagamoyo walikuja kutokomeza biashara ya utumwa, hadi hawa pia walikuja kutokomeza biashara ya utumwa. Lakini uhusiano wa pili ni wa kiutendaji, kwamba wale wa Bagamoyo waliwarahisishia kazi wamisionari ambao walikuja maeneo yetu huku ya Tanzania ya Magharibi. Kuna alama yoyote ambayo tunaweza tukaiona ambayo inawiana mahali hapa Kipalapala na kule Bagamoyo. Alama hiyo ipo, kwa sababu alama hiyo ni ni hii miembe miembe ambayo iko hapa ilikuwa inaashiria ule msafara wa watumwa ambao ulikuwa wanatokea Ujiji hadi kwenda huko Bagamoyo wale e, wapagazi pamoja na Waarabu ambao walikuwa wanasafiri katika njia hiyo walikuwa wakipanda miembe kutunza kumbukumbu kumbu, lakini pia kuweza kuwadhibiti ku, ku, ku, kuwa wale watumwa kumbe miembe hii ambayo imepangwa imepandwa inaonekana mpaka leo hapa kipalapala ni mingi na mstari wake ni mmoja kutokea huko ujiji kigoma mpaka kabisa kuelekea bagamoyo miembe hiyo bado ipo na hata hapa kipalapala historia fupi ya majengo haya ambayo yapo hapa seminarini tumeeleza kwamba seminari yetu hii ilianza mwaka elfu moja mia tisa ishirini na tano wakati huo seminari hii inaanza jengo ambalo likuwepo ni hili ambalo tumo ndani jengo la utawala hili ndio lililokuwepo, lilijengwa mwaka 1925, likakamilika. Pembeni hapo ulikuwa umekushwa chimbo wa msingi wa kanisa kwa mategemeo kwamba kanisa lingejengwa miaka michache iliyofuata, lakini haikuwezekana kwa sababu ya shida ya kiuchumi. Kumbe mwaka 25 jengo ambalo lilikuwepo ni hili. Miaka mitatu baadaye ndiyo yakaongezwa majengo mawili upande huu wa kulia na upande wa kushoto. Upande wa kulia limeongezekwa jengo ambalo kwa sasa ni maktaba na upande huu wa kushoto ni jengo ambalo linaitwa jengo la tapre taasisi ya uchungaji ambalo juu lina ukumbi wa madarasa na chini kuna ofisi za walimu ambao wanafundisha hapa. Hizo zote zimejengwa, hayo majengo mawili yamejengwa mwaka elfu moja mia tisa ishirini na nane. Mwaka thelathini na mbili ndio likajengwa jengo hilo la mashemasi, walikuwa wanakaa mashemasi hapo, sasa hivi wanakaa mapadre wanaofundisha hapa. Ni jengo liko chini ya msimamizi, usimamizi wa mtakatifu Stefano, Shemasi na Shahidi miaka sita baadaye ndio likajengwa ni jengo ambalo liko upande wake wa, wa upande wake wa pili, jengo ambalo limepewa jina la mtakatifu Yeronimo ambaye ni baba wa elimu ya maandiko matakatifu. Kumbe kufikia mwaka 38 ilikuwa ilikuwa imeshatengenezwa e, mtindo fulani kama wa herufi che, kwamba kuna jengo la utawala, kuna jengo la maktaba, kuna jengo la ofisi hizo, lakini pia kuna mabweni mawili, bweni la mtakatifu Stefano, lakini pia bweni la mtakatifu Yeronimo. Wameendelea hivyo, wakiendelea kupokea waseminaristi hadi majengo mawili makubwa alipojenga mwaka 1965. Ni jengo ambalo linaonekana hapa nyuma yetu, jengo ambalo limepewa jina la askofu eh, Marco Mihayo. Marco Mihayo alikuwa ni askofu mkuu wa jimbo hili la Tabora kuanzia mwaka mwaka 1960 hadi mwaka 1985. Upande wake wa pili imejengwa bweni la Mtakatifu Toma wa Aquino la vyumba 90. Kwa hiyo hilo pia lipo limejengwa mwaka 1965. Jengo la mwisho kabisa kujengwa limekuwa ni jengo la hostel ya Mgulunde. Limejengwa mwaka 2023 ili kuweza kupokea idadi kubwa zaidi ya wa wasenarista ambayo iliongezea kuanzia mwaka elfu moja mia mwaka 2015. Kumbe hilo ndio jengo la mwisho ambayo limejengwa mwaka 2023. Lakini pamoja na hayo kuna jengo la kanisa lenyewe, ujenzi wake umeanza mwaka 1944 limekuja kukamilika mwaka 1951 ilipotabarikiwa hiyo tarehe ya nane ya mwezi wa nne. E, mpaka tunapofikia e, kuadhimisha jubilei seminari yetu ya Kipalapala imekwisha pokea na kulewa seminaristi jumla ya waseminaristi 3548. Hiyo ndio waseminaristi ambao wamepitia hapa tangu huo mwaka 25 ambapo wameanza. Na idadi ya mapadri kufikia hadi mwaka huu ni 1540 ambao wamekusha padirishwa mapadri ambao wamesoma hapa Kipalapala, ambao miongoni mwao kuna maaskofu arobaini na watatu akiwemo kardinali mmoja, eh, madhama eh, Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kumbe ndio hawa ambao wamesoma hapa: wanafunzi elfu tatu mia tano arobaini na nane, mapadri elfu moja mia tano arobaini, maaskofu arobaini na tatu akiwemo kardinali mmoja. Suala ukuaji wa miito kwa uzoefu wangu nilionao, tangu nilipokuwa mseminaristi, lakini pia hata katika utume wangu wa kipadri, ni jambo ambalo naweza kusema linakwenda juu na kushuka kama mawimbi. Kuna kipindi ambapo waseminaristi wanaongezeka wanakuwa wengi kabisa, kuna kipindi ambacho waseminaristi wanapungua wanakuwa ni wachache kabisa. Nasema hivyo kwa sababu miaka yote ambayo mimi nimekuwa mseminaristi, tangu Seminari Kuu ya Kibosho hadi hapa tulikuwa ni wachache sana nakumbuka hapa kipalapala wakati nimefika mwaka elfu mbili na nane hadi mwaka huu elfu mbili na kumi na mbili jumla ya waseminaristi tulikuwa tulikuwa seminaristi sabini na wawili lakini leo hii nimefika hapa kama mwalimu darasa moja la la, la, la, la, la waseminaristi mia moja na kumi kumbe darasa moja linazidi idadi ya waseminaristi ambao tulikuwa miaka hiyo ya shule nzima kumbe idadi imeongezeka mara nne zaidi kipindi hicho Unaona, lakini pia ukirudi nyuma kabisa, kuna miaka ambapo waseminari walikuwa ni wengi. Ndio maana anasema idadi hiyo inakwenda kama mawimbi, inakwenda juu na kushuka chini. Anayeita mwenyewe ni Mungu na Mungu ndiye ana sababu zake hizo, lakini pia inategemeana na mazingira ya wale ambao wanasikika, wanasikia hiyo sauti ya Mungu. Ukarimu ukiwepo wa kutosha, wataitikia, lakini kama ukarimu ukiwa ni mdogo, watarudi nyuma na kuitikia sauti zingine ambazo wanaziona kwamba zinaita. E, kwa hapa Kipalapala tuna mambo mengi sana ambayo sisi ambao tumesoma hapa tunajivunia. Kwanza ni ukongwe, seminari hii ni kongwe na sehemu yoyote ambayo inakuwa na ukongwe, utamaduni ambao imejikusanyia ni mkubwa sana. Kumbe tumepata masimulizi mengi kuhusu maisha ya hapa kipindi ambacho hatujafika yalikuwepo. Tumeshiriki katika miaka hiyo ya wanafunzi na sasa nashiriki katika nafasi ya pekee kama mlezi. Vitu vichache ambavyo ningependa kuvieleza kama vinavyotambulisha moja kwa moja Kipalapala. Kwanza kabisa ni liturujia. Kipalapala hapa tumekuwa na utamaduni mzuri sana wa kushiriki liturujia kikamilifu, liturujia na liturujia hiyo imekuwa pia inawashirikisha wanafunzi waseminalisti katika hatua mbalimbali mbali za huduma ambazo wanapewa, wanashiriki moja kwa moja kikamilifu kuandaa, lakini pia kusimamia liturujia. Lakini kitu kingine cha pili ni, ni kitu labda kinaweza kuonekana ni kidogo hiyo historia ya miembe. Nilipofika hapa mwaka elfu mbili na nane akiwepo hapa baba rekta Padre Solomon Bandio, ndio miaka ambayo alikuwa amerudisha utamaduni huo wa miembe. Tumeshiriki katika sherehe hizo za miembe kwa sababu kipindi hicho ulikuwa umeondolea ushemasi katika seminari zetu hizi. Kumbe tulianza kufanya sherehe za miembe tukiwa wenyewe mafrateri. Ilikuwa ni sherehe nzuri sana kwa sababu zilikuwa zinatuunganisha na waumini wanaotokea majimbo yetu walioko huko mjini. Katika maandalizi, tulikuwa tunafanya vikao sisi ambao tunatokea majimbo. Mimi natokea jimbo la Msoma, kumbe wale ambao wanatokea kanda ya hiyo aziwa MSMG, kipindi hicho walikuwa na umoja wao huko mjini, tulikuwa tunakwenda tunafahamiana, tunafanya vikao. Na wakati wa sherehe, uzito wa sherehe katika michango na hata katika ushiriki ulikuwa unabebwa na wao. Sisi tulikuwa ni, ni, ni kazi tu ya kuweza kuiandaa hicho kitu kilikuwa inasaidia sana, hasa kujenga mahusiano mazuri, sio kuwatenga wale ambao hatuwafahamu lakini kutuimarisha kuweza kuwafahamu wale watu ambao tunashiriki utamaduni mmoja, tunatoka maeneo ya ambayo yanafanana. Sherehe hiyo ya miembe pia imekuwa inasaidia sana waseminari kama kuitangaza seminari yetu, maana kipindi hicho kikifika, Tabora nzima wanajua kwamba hapa Kipalapala sherehe za miembe zimefika. Na ninaweza nikasema kabisa nikana kwamba Tabora nzima ilikuwa inahamia, ilikuwa inaleta maisha Maisha ya aina fulani katika malezi ya hapa seminarini. Idadi ya wanafunzi tulionao kwa mwaka huu kwa sababu mwaka huu tuna mwaka wa kwanza wa pili na watatu mwaka wa nne walikuwa wameenda kwa kuchungaji ni mia mbili ishirini na wanane. Na walezi mapadi kutoka majimbo mbalimbali hapa Tanzania tupo mapadi kumi na saba. So ambao tunaweza kulieleza ni kwamba tunapoangalia historia ya seminari yetu Kipalapala seminari imepitia katika vipindi mbalimbali mbali. Vipo vipindi vigumu, vipo vipindi ambavyo ni rahisi, lakini imepitia pia katika changamoto mbalimbali mbali. Kumbe ni kama maisha ya mtu miaka mia moja hii ya seminari ya Kipalapala tuione kama maisha ya mtu ambaye anapokaa leo na kuangalia nyuma alipotoka, hawezi tu kuacha kusema anamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu anaona Mwenyezi Mungu amempitisha katika hatua mbalimbali mbali ambazo ni ngumu na kwa uwezo wake huo huyo mtu ameweza kufanikiwa. Ndivyo pia ilivyo seminari yetu. Labda tu nieleze vitu vichache kuhusiana na nyakati ngumu ambayo tumezipitia hapa, sikuwepo mimi, ni, ni wazi kama seminari yetu, kama seminari. Cha kwanza ni changamoto za kiuchumi tume-, seminari pia imepitia katika hali mbaya sana ya uchumi. Nimewaeleza kitu kimoja kuhusu kanisa, msingi wake umejengwa mwaka 1924, lakini kanisa limekuja kuanza kujengwa rasmi maa 94 kwa sababu fedha haikuwepo, fedha haikuwepo. Na kuna kipindi ambacho e, waseminalisti hawakuweza tena kupata e, kanzu ile nyeupe kwa sababu zilikuwa hazipatikani, fedha hazikuwepo, ikabidi waanze kushona kanzu za rangi ya kaki. Zimetumika hizo mpaka pale hali nzuri ilipo kuwepo ndio wakaanza kupata e, kanzu za rangi nyeupe. Kuna kipindi ambacho viatu havikuwepo katika miaka walikuwa wanaruhusiwa kuvaa viatu walikuwa ni mafateli ambao wako teolojia, wengine wote walikuwa wanatembea peku kwa sababu viatu havikuwepo. Wakati mwingine ilazimika hata kuwa kuwa kuwapunguza wafanyakazi seminarini hapa ili kazi hizo zifanyike na, na seminaristi kujaribu tu kupunguza wale watu ambao seminari inawalipa kwa sababu fedha hizo hazikuwepo. Kumbe tunapofanya leo jubilei ya miaka 100 tunaangalia matukio hayo mengi yapo ambayo labda tuweze kuyataja Mwenyezi Mungu asante, kuwa na moyo wa shukrani kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtambua kwamba yeye ndiye Bwana wa historia, historia yetu ambapo inapokuwa inaenda inaonekana kana kwamba haina mwisho mzuri, lakini tunapomwamini Mwenyezi Mungu, Bwana wa historia, yeye anaweza akaiongoza historia katika mapenzi yake. Tunafanya jubilei katika mwaka wa jubilei kubwa ya matumaini, kumbe hatuwezi kukosa neno kuhusu matumaini, matumaini ambayo yanaweka katika Kristo hayatahayarishi hata wakati mmoja. Tunawakaribisha pia wadau mbalimbali kuweza kushirikiana seminari yetu katika malezi, katika kuitegemeza, katika kusimamia eh shughuli mbali mbalimbali za hapa, lakini pia katika kuendeleza kujenga majengo mengine mapya na kuyalinda haya yaliyopo, ili kazi ya malezi iweze kufanyia katika mazingira mazuri na ya kuwasaidia zaidi ya seminaristi waweze kuisikia sauti ya Mungu na kuifuata, uweze kufikia hicho ambacho wanakitamani kuwa mapadri, tena mapadri wema. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.